Suala la pili ni usalama wa biashara, lakini pia usalama wa wafanya biashara ili soko hili liaminike kitaifa na kimataifa kuwa kitovu cha biashara kama masoko mengine makubwa katika nchi nyingine. Ni lazima tuhakikishe panakuwa salama. Wafanya biashara na wateja wanahitaji usalama usiku na mchana naona anaoneshwa Kamanda Muliro kwenye screen, na hili linamhusu yeye na watu wake. Kwa usalama wa eneo hili ni muhimu, Kamanda Muliro. Lakini mbali na usalama wa watu, kuna usalama wa bidhaa. Tuhakikishe bidhaa zinabaki salama kwa kuto kuibiwa. La muhimu zaidi, usalama wa viwango vya bidhaa zinazoletwa Nimeonyeshwa maeneo ambayo kutauzwa vifaa vya electronics, simu na mambo mengine, na bidhaa mbalimbali, mapafyumu, vitu vya urembo. Viwango vya bidhaa zitakazouzwa kwenye soko hili, hili soko hatutalitumia Watanzania peke yetu, nchi za jirani nyingi watakuja kununua vitu hapa soko hili kama ilivyokuwa kabla, wapeleke nchini kwao. Kwa hiyo viwango vya bidhaa zinazowekwa watu wa TBS nadhani mko hapa, watu wale wa TMDA kwa maeneo ya pharmacies nadhani mko hapa, tuhakikishe bidhaa zinazowekwa hapa zina viwango, ili soko letu hili liaminike kitaifa na kimataifa. Jambo la tatu ni uwepo wa huduma za kimataifa. Hili ni soko la kikanda, mgeni akija hapa apate huduma muhimu kama vile huduma za kifedha, kulipia kodi irahisishwe, alipie maeneo haya haya, na usafirishaji. Na tunaposema usafirishaji, wa ndani magari yetu ya ndani na maguta yetu, lakini usafirishaji wa bidhaa kwenda nje, kutakuja watu au kwenda mikoani, ambao watakuja kununua kwa kiwango kikubwa, wakute huduma za kusafirisha bidhaa ziko hapa ndani ili mtu asilazimike, ameshanunua mzigo kwa kiwango kikubwa, aupakie aupeleke eneo jingine ambayo anakwenda kukuta. Sasa watoa huduma za usafirishaji, kama ikiwezekana, mawakala wa kutoa huduma za usafirishaji nje ya nchi wawepo ndani ya soko hili, ili mtu amalize mambo yake yote ndani ya soko hili. Ninafurahi kuona kwamba huduma zote tayari ziko hapa. Sikuoneshwa tu mawakala usafirishaji, lakini nimeona huduma za ATM, lakini nimeona pia huduma za kibenki ziko hapa ndani. Sasa ninaagiza waziri misemi, kwa waziri mkuu TAMISEMI, kwa kushikiana na uongozi wa mkoa kufanikisha utekelezaji wa yote haya ambayo tumeyazungumza. Vile vile natambua katika soko lile la zamani kulikuwa na upangishaji usiofuata utaratibu. Mfumo huu ulisababisha soko kukosa mapato na kuleta malalamiko miongoni mwa wafanyabiashara. Hivyo ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ihakikishe mchakato wa kuwarejesha wafanyabiashara waliokuwepo awali unafanyika bila kujuana, bila upendeleo, bila ukiritimba. Nakumbuka nilikuja kutembelea soko hili. Nilikuta wafanya biashara wengi ndani ya soko wamebanana na wengine nje ya soko, vibanda vibanda vingi mno. Ile ilikuwa inaonyesha uhitaji wa kuwa na soko la aina hii na masoko mengine ya aina hii. Kwa hiyo niwaombe sana, na tumefanya lamana kwamba mbali na kurekebisha soko lililoungua, lakini tumejenga soko lingine lenye ghorofa sita lenye huduma mbalimbali mbali kwa wafanya biashara wale waliokuwa ndani warudishwe bila upendeleo, na wale waliokuwa nje, nafasi zilizokuwepo wawekwe bila upendeleo.